Hali ya hofu na huzuni ilionekana nyusoni mwao wakazi hawa wa kijiji cha Upanda, kata ndogo ya Sigomere katika eneo la Ugunja, kaunti ya Siaya. Wangali hawaamini kufariki kwa watu tisa wa familia moja, akiwemo mtoto wa miezi sita, ambao ni waathiriwa wa kisa cha moto. Nilipiga nduru kwa dakika kumi lakini hakuna mtu ambaye alitokea. Sasa watoto walikuwa wanalia. Kitu ambacho imetendeka siku ya leo hapa Sigomre tujawahi ona, tunasikiaga tu huko Migori na Homa Bay, lakini leo imetufikia sisi wana Sigomre na kwa hakika tuko na huzuni sana. Kisa hicho cha Jumanne usiku kiliripotiwa katika kituo cha polisi cha Sigomere saa kumi unusu alfajiri na mzee wa kijiji hicho Naftali Otieno. Baada ya polisi kufika eneo la tukio hilo kwenye nyumba inayomilikiwa na Ouma Opondo Adala walipata nyumba hiyo ikiteketea huku watu tisa wa familia moja wakiwa ndani, lakini mlango wa nyumba hiyo ulikuwa umefungwa kutoka nje na kuibua shaka kuhusu chanzo cha moto huo. Sasa moto iliwazidi ili na wote wakakufa moja baada ya mingine, watoto wakilia na jina yangu, kwa sababu mimi ndo wanakuanga karibu nao. Polisi wakishirikiana na wananchi walifanikiwa kuopoa miili ya watu tisa walioteketea kiasi cha kutotambulika. Mi ni representative wa BOM Lute Secondary na kuna mtoto wetu mmoja wa form 4 msichana, ambaye anaitwa Lois Auma, pia yeye ameteketea katika hiyo moto. Miili hiyo ilipelekwa kwenye makafani ya hospitali ya kaunti ndogo ya Ambira. Uchunguzi unaonyesha kuwa familia hiyo ilishinda kesi ya muda mrefu mahakamani na kwamba wapinzani wa familia hiyo walikuwa wanatarajiwa kufurushwa kutoka kipande hicho cha ardhi yenye utata. Mambo na shamba hapa na pale, wamekuwa wakivurutana mambo na shamba. Wakiwa na ghadhabu, wanakijiji walivamia boma la mtu mmoja anayeshukiwa kuteketeza nyumba hiyo na kuharibu nyumba kadhaa kabla ya kuziteketeza. Naweza sema kwamba serikali ikuje haraka iwezekanavyo, justice ipatikane haraka iwezekanavyo, la sivyo wananchi wanaweza chukua sheria mkono, mkono wao Wakichukua inaweza kuwa mbaya sana. Mshukiwa mmoja tayari ametiwa mbaroni, huku mtungi unaotumika kusafirisha mafuta ya petroli ukipatikana. Wycliffe Oketch, Darubini.